Yahe hasa wakera, yahe nalo, mi nakaa hapa nakuta ah, mara tatu tatu hunisikii au jeuri? Ah, mbona ujeuri cool ah? si kwamba husikii. Watoto wa siku hizi mnajeuri, watoto wa siku hizi mm, hasa muna kiburi vibaya, mwajiona wata na shati, lakini wasi uta na shati hizo nzarao na jeuri. Mtu mfanya nywele kama duvi, lakini kutoa kwenye kioo tu Ah! Sasa nisikiliza. Mimi natoka na zinga maji. Maana najua lazama hilo. Ushanifahamu? Na humo ndani hamna maji hata kuchambia. Mtu kumshukua ni ule uharo. Wataka maji kuchambia ndani ya kushinda. Sasa mimi natoka na zinga maji. Ukiona kushamaliza kuchezea nywelezo, uje kule kwanza mshindo, uje uchote maji. Ushanifahamu lakini? Wanisikia lakini? Nakusikia. Maana kwa nini unajuri sana wewe yalo?

Wapoa pesa waenda saluni wajiandaa wajipura vizuri tu, kisha wapatiwa kwenye gari bure, wakipanda kwa kiti, wakikata viuno. Kwani France ambaye na zuri na zuri kama fanana? Maana huna ndevu hata moja. Mimi nisekani mtoto wa kiume, huna ndevu hata kusingiziwa. We hando vipi hivyo sasa? Sikiliza, hiyo tabia inafanya we si nzuri kwa mtoto wa kiume. Ushalifahamu wewe, watakiwa utafute kazi ufanye, watakiwa ujitume, mtu akawa kwenye kioo Masaa mawili wachezea nywele. Kwa nywele gani unaona leo na kushinda mie? Mtu nywele njia vumbi. Nywele njia vumbi mpya kama mdudu. Halafu bado achezea nywele tu wewe. Kwa uzuri gani unaona leo? Uzuri gani? Ah! Mtu kumfanya masikio kama upawa. Halafu bado wako kwa wachezea nini tu, wachezea nywele, sijui mara huja kumaliza kuchezea nywele, ujichezea masikio. Masikio yenyewe kama ukalala, kumaliza kujichezea masikio. Ujitizame pua. Pua ng'ombe. Usifanya hivyo uwe mtoto wa kiume haya. Kiumeyaduao ndani na ujinga wangu wapi? Baba mwenye ungeongea ujinga hapa. Haya, Waswahili washasema asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu we, we mamaye hivyo kufunza ulimwengu, utakufunza na pitisha mabeseni hadi mabeseni Mwenye Unguja ishakuwa mtihani. Ah, sikujenga Unguja kwa mtihani, lazima nikwambie ukweli. Lazima nikwambie ukweli. Na kama kunaona wewe kuka hapo Unguja shakuwa mtihani. Panda meli urudi kwani Upemba. Wewe kwa Unguja hapo anuka karafuu. Bado na nalo lazima uje hapa. Nanuka nuka karafuu mimi. Wewe uke pesa unazo? Na nuka karafuu. Pesa unazo? Na kutoa kanda mikarafuni, ukitoka mikarafuni waenda kinga kidau kwa samaki. Ukinuka kumba. Atilo wajifanya kushakuwa bishosh kinyesha sharobaro.